Mshiriki mwingine wa Tanzania Malezi Summit ni naye hapa, naye atupe maoni yake kuhusiana na uzinduzi wa ripoti hii ya Children in Crossfire. Niambie unaitwa nani na unatokea sehemu gani na nafasi yako ni ipi? Okay, asante sana kwa majina, naitwa Godfrey Nguvila Mwaulesi, yeah. Mimi ni afisa ustawi wa jamii kiongozi kutoka wilaya Namtumbo, yeah. Lakini pia ni msemaji wa maafisa ustawi viongozi ngazi ya halmashauri nchini, sawa sawa. Ndio, ndio. Uh, koe kutoka uh, CiC amezindua ripoti iliyozungumzia masuala uh, ya matokeo ya utafiti wa hali ya malezi makuzi ya watoto wadogo katika makazi duni mijini, ndio. Umeipokeaje na umeitazamaje kwa manufaa ya malezi katika vituo hivi, okay, nchini Tanzania. Asante sana kwanza, mimi nimefurahi baada ya uzinduzi wa makala hii taarifa hii ambayo ni nzuri itaweza kutusaidia. Cha kwanza tumeweza kujua kusema kwamba kumbe kuna tofauti ya malezi ya watu wa mijini pamoja na vijijini. Lakini pia ameenda mbali zaidi, amesema kwamba kitu kinachoweza kutumika katika hiyo ripoti, ina maana kwamba tunaweza tukatumia ile risosi ambayo tuko nayo kule kijijini kulingana na tamaduni na maeneo yale ambayo yanahusika. Kwa hiyo mimi nafikiri kusema kwamba ita, inatupa mwanga sasa, hususan ni sisi kama maafisa ustawi wa jamii, maafisa ustawi wa jamii, viongozi Tanzania tutatumia hii ripoti kuweza kuhakikisha kusema kwamba kila mtoto anapata haki yake ya makuzi na malezi. Hiyo itatusaidia na kuweza kutufanya kwamba tuweze kutoka mahala hapa tulipo na kujenga kizazi bora zaidi ambacho kitakuwa na faida kubwa zaidi. Asante sana. Okay, sana mimi napenda kuweza kusema kwamba kongamano limefana, kwa sababu kama sasa hivi unaona kwamba watu wametawanyika kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya workshop lakini pia zile display ambazo zimepita kwenye mabanda ukiangalia, kama ili banda la Cross of Fire, pamoja na mabanda mengine kwa kweli yamenoga. Lakini kikubwa zaidi tumeona kusema kwamba mfumo wa elimu wa mali ambazo zinaendelea ambazo zinamjenga mtoto, ukipita pale kwenye banda la Zanzibar utaliona, pamoja na kile kituo cha haki ya elimu utakiona kusema kwamba kuna vitu ambavyo ni vizuri zaidi. Lakini pia tuweze kukumbuka kusema kwamba sisi kama jamii au waweze kuja wajitokeze kwa wingi sana kuweza kuja kuangalia e, haya malezi summit, kuona kwamba wanafanya kitu gani. Hakika kusema kwamba tutakuwa na kizazi bora zaidi kuliko hicho kingine. Asante sana, ah, sana, sana, ah, nashukuru sana sana.